Bwana, wakati nguvu zangu zinapungua na mifupa yangu inatetemeka kwa uchovu, wewe ni mwamba wa milele ambao hautelezi wala haulali. Kama mti mkongwe unaoshikilia ardhi kwa mizizi yake ya kina, hivyo nina imara ndani yako. Uh, nina nguvu ndani yako uh, nina uwezo ndani yako. Wakati dunia inapodhani nimeshindwa na macho ya watu yakiona udhaifu wangu, wewe unaona mwamba ndani ya moyo wangu eh, moto usiozimu wa imani yangu. Mungu wangu, nguvu yako si ile ya mwili unaochoka bali ile ya roho isiyoshindika. Wewe unanipa nguvu ya kuruka kama tai, ya kukimbia bila kuchoka eh ya kutembea bila kulegea. Katika masaa ya giza, wakati hofu inajaribu kunifunga kwa minyororo yake, sauti yako inasema usiogope, mimi ni pamoja nawe. Kila jioni ninapolala na moyo wenye mizigo, asubuhi ninapoamka napata nguvu mpya eh, kama theluji ya asubuhi inayoonesha baraka za siku mpya. Huruma zako ni mpya kila asubuhi, uaminifu wa wako hauna mwisho eh. Kila pumzi ninayopumua ni ushahidi wa nguvu yako ndani yangu. Wewe unaingiza nguvu katika miguu iliyo dhaifu, uwezo eh. katika mikono iliyolegea eh ujasiri katika moyo uliozidiwa na hofu. Bwana, wakati majaribu yanakuja kama mawimbi makuu ya bahari yakinikashifu na kunirudisha nyuma, nguvu yako inaniongoza kupita katikati yake kama Musa alipopita katika bahari ya Shamu. hakuna mlima mkubwa mno ambao hatuwezi kuupanda pamoja e. Hakuna bonde refu mno ambalo hatuwezi kulipita. Hakuna adui mkali mno ambaye hatuwezi kumshinda. Upanga wako ni neno lako lenye nguvu. Ngao yangu ni amani yako isiyotikisika. Katika siku za kiangazi cha roho, wakati kila kitu kinajionea kukauka na tumaini linavyopotea kama mvua ya uchache, wewe unanipatia nguvu ya kubaki simama kama mti uliowekwa pembeni mwa mkondo wa maji usiokauka, majani yake wala kutojaza matunda eh, hivyo ninavyostawi ndani ya nguvu yako. Mimi si mzizi wangu mwenyewe eh. Bali ni matawi ya mti mkuu, wewe Mungu wangu. Nguvu yako inaonekana wakati ninakuwa dhaifu eh. Uwezo wako unakamilika katika udhaifu wangu. Kile kinachonifanya mdhaifu machoni pa ulimwengu ndizo zinazoniongeza nguvu mbele yako eh kwa maana katika udhaifu wangu nguvu yako inajulikana. Sina haja ya kuonesha misuli iliyojengwa kwa bidii ya mwili e, bali nina haja ya kuonesha nguvu ya Mungu iliyosimika ndani ya chombo cha udongo. Kila wakati ninajaribu kutumia nguvu zangu mwenyewe na zembea lakini kila wakati ninakuacha wewe kuwa nguvu yangu na paa kama tai. Wewe si msaidizi katika jitihada zangu, wewe ni chanzo chenyewe cha nguvu zangu. Katika kukuabudu, nguvu zangu zinajichagua upya e. Katika kumwomba, moyo wangu unapata mfumo mpya e katika kusoma neno lako, akili yangu inapata uelewa mpya e. Simba wa Yuda, nguvu yako ni ile inayogonga minyororo e eh, inayovunja kizuizi e eh, inayofunua mlango uliofungwa kwa gongo. Kila kitu kinachojaribu kunizuia ni kitu kidogo mbele ya nguvu yako eh. Kila ukuta unaojaribu kunipinga ni wa karatasi mbele ya uwezo wako. Wewe una nguvu ya kubadilisha mazingira e, ya kufunua njia mahali hakuna njia e, ya kuingiza mwanga mahali giza limezidi. Wakati watu wanapoona mazito yanayonibeba na kudhani nimeshindwa, wewe unaona fursa za kuonesha nguvu yako uhu. Za kutangaza jina lako uhu. Za kuimarisha imani ya wengine. Sina haja ya kuogopa mazito, maana ni fursa za kukuona ukijibu uhu sina haja ya kutetemeka mbele ya changamoto maana ni nafasi za kukuona ukishinda nguvu yako haijulikani wakati kila kitu kinaenda vizuri he lakini inajulikana wakati kila kitu kinaonekana kushindwa bwana leo ninasimama kwa nguvu yako eh sio kwa bidii ya mwili wangu sio kwa ujuzi wa akili yangu, lakini kwa nguvu ya Mungu aliyeniita uh. aliyenichagua uh. aliyeniweka. Katika jina la Yesu ninasema kwa sauti, mimi ni mkuu wa kushinda kwa yeye anipendaye. Hakuna hali inayoweza kunitenga na upendo wa Mungu uh hakuna mazito yanayoweza kunilinda asinipatiane na baraka za Mungu. Mungu ni nguvu yangu daima milele. Kama neno hili limegusa moyo wako, shiriki na mtu ambaye anahitaji kuona nguvu ya Mungu. Tuambie ni nchi gani unapotuongoza, tufurahie pamoja. Fuata kituo chetu ili upate maombi mapya ya nguvu kila siku. Mungu akubariki sana. Amina.